Sasa hili ni moja ya madaraja ambayo yalikuwa yajengwe kwa sababu katika kipindi cha mvua na ecale kwa madaraja kama haya, nadhani hii itokea, ilikuwa ni mwendelezo, lakini kumekuwa na changamoto. Naambiwa tangu barabara hii imekuepo, ambayo ni barabara ya miaka hiyo ya mkoloni, na ilikuwa imejengwa ya drift hapa chini ambayo mpaka sasa hivi ipo, ambayo hata mvua ikinyesha hamna. Tumewasikia wananchi kwamba katika kipindi chote mvua ikinyesha hakuna mawasiliano kati ya kijiji cha Chilonwa mm, na kijiji cha Nzali, na hivi ni vijiji vimoja ambavyo vimetenganishwa tu na, na ili bonde sekondari iko huku, kwa hiyo kinyesha hakuna hakuna mawasiliano lakini serikali ikatafuta fedha, Mheshimiwa Rais akawezesha miradi hii kutekelezwa, miradi mingi ambayo takriban nchi nzima inakwenda kwenye bilioni 800 na huu mradi una bilioni zaidi ya kumi na nne kurahisisha mawasiliano ambayo alikuwa nakatika katika kipindi chote cha mvua. Sasa ukiangalia ujenzi nadhani ujenzi umekwenda vizuri, tuko hatua nzuri, na naambiwa tarehe 30, wanatakiwa wakamilishwe mwezi Desemba wakamilishwe. E, tunaona ubora unaonekana sasa. Kwenye hizi hatua za mwisho ni muhimu sana, hasa ambapo wako sasa, kuhakikisha kwamba hizi nguzo zinakaa vizuri kwa sababu maelezo ni kwamba e, watu ambao pengine hawajafika hapa wajue tu kwamba hapa Nzali na Chilonwa <tune> tunaambiwa wananchi kwamba ndio maji yanayotoka bwawa la Hombolo <tune> lakini ieleweke pia kwamba maji yanayokwenda bwawa la Hombolo ndio yanayokusanywa mji mzima wa Dodoma, yanakuja Hombolo, yanakuja kupita hapa Nzali Chilonwa, yanakwenda eneo maarufu Chalinze nyama. <tune> Eh, kuna hizi approach roads ambazo mmeinua mm -hmm, kuzuia ili daraja liwe jembamba, lakini eneo ni kubwa sana ambalo limejengwa kwa maana zaidi ya kilomita moja na nusu mm -hmm. Sasa mimi niombe wenzetu wa Chico mm -hmm, wakabidhi mradi huo tarehe Mheshimiwa naibu waziri, daraja hili litakuwa na manufaa makubwa sana, kwani lipo katika barabara inayotokea Chamwino ambayo inaunga na barabara hii inaunga na barabara kuu ya Morogoro, na kwa, kwa upande wa huku inaenda mpaka Dabalo Itiso, baadaye inarudi Chenene, ambapo ndio inaungana na barabara ya Arushi. Kwa hiyo ni barabara muhimu sana kwa, hiyo, kwa, kwa serikali kuamua kutatua changamoto hii tunaamini tutatosheleza wingi wa maji ambao unakuja katika eneo hili na hivyo kurahisisha shughuli mbalimbali za kijamii na za kiuchumi. Waziri, utekelezaji wa mradi huu mpaka sasa umefikia asilimia tisini za utekelezaji na kazi zilizobakia ni kama hizo tulizoziongelea, lakini vile vile wa, wa, timu ya supervision ya teku ya mkoa ipo karibu kwa ajili ya kusimamia kazi zilizobakia na kuhakikisha zinafanywa kwa ubora na kukamilika kwa wakati kwa muda huu ambao umebakia.